Ndio, wao wanatoa hati punguzo sio sisi. Kwa hiyo unaona kwamba wao, jezi zao kama nilivyokuambia ni nyavu, ndio maana ukipewa moja unapewa na ziada, lakini sisi mtoko wetu, ununua moja unaambiwa ununua na nyingine, ongeza na nyingine so kwa hela, so uongeze upewe bure, ongeza na nyingine kwa hela, na usubiri mtoko utakavotoka. Ule watu swali kesha unakumbuka, ile ya uh, NBC Premier League, watu walikesha ile mpaka asubuhi, wanamkia kwenye subu, mtu anagombania jezi. Na sasa, naomba viongozi waondokane na zama za kutambulisha jezi usiku, Twende na mifumo ile ya misimu kama iliyopita ukitambulisha jezi usiku, manake utawafanya wanasimba wako za kwenda kwa fanya wafanyakazi wao Simba Sports kupata shida kwenye majukumu yao huko, kwa sababu ya jezi. Watu wagombanie jezi mapema, ikiwezekana watu hata saa 2 usiku bado inaruhusu kugombania jezi kuliko kuitoa jezi saa 4 usiku. Utafanya watu wakeshe sababu jezi, jezi, jezi yenyewe ni mtoko, mtu anawahi nisichelewe niwe wa kwanza kupata mtoko wa Simba Sports. Kwa hiyo naamini watoe jezi mapema ili watu tugombanie mapema. Kikubwa ni waambie tu wana Simba, najua ni wakati mgumu sana wa kiuchumi, tupambane. Jezi ni gari sana zinauma kwa sisi, uchumi wetu ni mdogo, lakini tupambane kuweka kidogo kidogo na hakikisha mpaka zikitambulishwa, nadhani pengine ndani ya wiki moja hii inaweza isiishi jezi zikatambulishwa hapa hapa katikati, kwa sababu tayari wale wa bei ya jumla washatangaziwa huko Wapeleke saa hizi oda zao mimi nataka pisi mia moja, nataka pisi elfu kumi elfu hamsini wapeleke oda zao mapema ili wapate mzigo wao mapema. Lakini na sisi sasa, ambaye tunanunua kwa bei ya reja reja, basi tujiandae mapema, zikisha tambulishwa tu usipate shida sasa kwenda si kwa mangi mara fanya hivi, maana niende kwenye miamala inasumbua, weka pesa yako nyumbani, hata mtandaoni isiwepo maana usipate shida. Wenzako unaenda kugombania kiwalo, unaenda kugombania kwa mawakala ukatoe hela, maana hela haitoki, mwisho wa siku sasa unaenda kugombana na wakala, kwa nini hela isitoki? Sipo si kwenye akaunti yako, kani ipo kwenye akaunti yake. Ipo kwenye akaunti yako. Lakini pia kwenye simu yako kuna front. Toa mzigo wako mapema. Unajua kabisa andaa kwa kwa kwanza elfu hamsini. Maana kwa bei ya jumla. Ibane ba ya kwenda kuchukulia jezi yako kwa, tu, trailer. Trailer ilianza kwa pre-season Tumeuona uzi mkali sana tulikuwa tunahitaji na sisi ule ule, tupate, tupate, tupate, lakini, special kwa ajili t huu ni special kwa ajili ya wachezaji, benchi la ufundi na viongozi, ndo watauvaa huu kwa binafsi. Picha sasa, ndo ile hapa, picha tayari sasa. Kama picha tayari, unafikiri nini kinatokea? Mimi naamini jezi hizi zitakazotoka kwa ajili ya Champions League, ah, ni mtoko wa hali ya juu. Tusubiri tu kuenjoy, ah, tunasubiri kuenjoy sasa. Mimi jezi yangu toka nimeichukua mpaka leo na nishaifua zaidi ya mara hata 15, 20, inafika, lakini bado jezi iko vile vile, kama nimenunua jana. Naenda kuichomoa kwenye enga hiyo maanake ni mtoko wa hali ya juu. Yaani kwamba zile za mwanzo hazichuji hazipauki wala hazifubai yani, jezi. Jezi za kimataifa je? Hizi ndio zitakuwa mara tatu yake ya zile. Yaani sina shaka. Kuhusu swala la jezi tu kwa Bwana Jeruti kushirikiana na Diadora, akiwezekane kampuni kubwa duniani ya kutengeneza vifaa vya michezo ikakutengenezea jezi za kwenda kuvulia samaki sio kweli? lazima zitengenezwe jezi zenye ubora zinazoendana na klabu, kwamba kuna watu wana jezi za kuvulia samaki, si nyavu zile za jezi za zikawa zile. Ndio maana anatoa kila siku anabadilisha nyavu ya kuvulia samaki wadogo ya samaki wakubwa. Jezi tunatoa sisi sasa hivi. So hao nyama Simba, nyama Simba anatoa jezi ya kibabe ya kimataifa zaidi, na ndio maana wanakuwa na miemko. Sisi tumetambulisha wachezaji kwa jezi mpya na wao wamekuja nao, wametambulisha wachezaji pia kwa jezi mpya. Maana yake kuonekana kabisa kwamba wao binafsi Hawawezi kufanya vitu kama hivyo mpaka tuanze sisi. Kwa hiyo ni watu wa kuiga. Sasa kuiga, kuiga kunakuwa, kunakuwa kuwezi kuwa sawa na, na mtu ambaye kaanzisha kile kitu. Kwa hiyo utakuwa mtu wako wa kuiga, kimwenzako atakuwa ndio mwenye uhalisia wa kuandaa hivyo vitu. Kwa hiyo wewe itabaki kuwa kuwa copy. Copy na original ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo sisi tutaendelea kwenye ubora wetu, tutaendelea kwenye mipango yetu. Wanaiga. Wanaiga na bado wataendelea kuiga. Sisi tulienda kuvizindua jezi Superdome Masaki. Kikao chao cha harusi wameenda kufanyia Superdome Masaki. Sasa Masaki kwani ule ukumbi wa leo? Siuna muda mrefu, mbona kuwahi kwenda pale Superdome, baada sisi kwenda kuzundua pale jezi zetu, na wao ndio wakaona ni sehemu sahihi inafaa wao kwenda kufanyaje kufanya kikao chao cha harusi. Wameenda kufanya kikao chao cha harusi pale, umeona bwana. Kwa hiyo naamini binafsi, lazima wataiga vitu vingi. Umeona mtoko wa kimataifa, wao wameshatasema kwamba ungeutambulisha mtoko wao mapema kabla ya kwetu, lakini mpaka sasa bado hawajatambulisha. Wanasubiri, wanasikilizia, wanasikilizia kwanza mnyama Simba lini anatangaza kutambulisha mtoko wake, ndio wao watambulisha nyavu zao Eh, wanasubiri paka sisi tutambulishe uzi wao watambulishe nyavu. Sasa za, e e, yani, sisi wao hawakuvuja

Eh, hey, ni vitu ambavyo haviwezekani. Unasikaniaje mfuko bwana, ka kitu chenyewe? Taarifa tulizokuwa nazo una takriban miezi miwili upo. Yes, hey, yes, wow. Nyuma mwiko, yeah. Nyavu zao kitambo tu zinasubiri, wavuvi wakagawane. Hawa wataenda kuvua kwenye kwenye maziwa huko, hao wataenda kuvua kwenye bahari, hao wataenda kuvua kwenye mito ya kawaida saizi, wanasubiri tu kwenda kugawana. Hao wengine wataenda kuvua kwenye mabwawa, sasa hizi wanasubiri tu wagawane zile nyavu zao. Lakini sisi binafsi, mtoko wetu binafsi haujafika, ila unakaribia kufika, upo kwenye pipa sasa hizi yes. jezi, yeah. yeah. upo kwenye pipa. Jezi zilizopita ilikuwa elfu arobaini na tano E, watu walinunua kwa shilingi elfu arobaini na tano Hizi e, za kimataifa e, unadhani zitakuwa kiasi gani? Ama lako ni lipi kuhusiana na bei hey, kwenda kwa mzabuni ili kila mwanasimba aweze kupata ah? Kwanza hata ukiangalia tu kwenye bei ya jumla hii ya kimataifa, bei ya jumla iko juu kuliko ile ya NBC Premier League. Ile ilikuwa elfu hamsini na mbili hapa, bei ya jumla elfu hamsini na tano imeongezeka shilingi elfu tatu pale. Maana yake inawezekana kwamba ikaongezeka kiwango cha manunuzi kwa wale jaleja ama ikabaki ile ile. Maana yake Simba waga tunaga tamaa, maana wenzetu waga wanatamaa ya kupata hela afu hela waipate, sababu hata msimu huu nyavu zao zilikuwa zistahili kuuzwa elfu arobaini na tano lakini walitoa wakauza elfu arobaini na tano mwisho wa siku zikashuka mpaka elfu thelathini na tano zile nyavu, na mpaka sasa hizi hazitembei, hata kama unauza elfu ishirini zile sokoni. Wana ofa sasa hivi ukinunua moja unapata nyingine bure. Sasa asa usimba kwambia hiyo nyavu hiyo jezi inaweza kupewa ofa, yani ununue jezi moja upewe ofa na nyingine hiyo nyavu, ukipewa nyavu moja utapewa ofa na nyavu nyingine ya ziada, ile ambayo imekosewa kiwandani itaenda kukusaidia hata kwenda kutegea kwenye kwenye vigula vako vya mchicha kule si unajua kwenye, kwenye, kwenye vibustani unaweza kwenda kuzungushia kule kwenye vibustani vya mchicha ndio hiyo ya, ya ziada lakini sio Simba Sports yetu. Ununue jezi moja upewe ofa ya jezi nyingine, utaipata wapi fursa hiyo? Subiri atipunguzo yani. Muda ukishaenda hatipunguzo utaipata, lakini sio upewe bonus. Hicho kitu hakipo. Ukiona kitu unapewa bonus maana yake wenyewe washakiona kinakaribia kwenda ku, kuwa used ndio wanatoa hatipunguzo, sio sisi kwa hiyo unaona kwamba wao jezi zao kama nilivyokuambia ni nyavu, ndio maana ukipewa moja unapewa na ziada, lakini sisi mtoko wetu ununua moja unaambiwa ununua na nyingine, ongeza na nyingine so kwa hela so uongeze upewe bure, ongeza na nyingine kwa hela na no, usubiri mtoko utakavotoka ule. Watu walikesha, unakumbuka ile ya uh, NBC Premier League? Watu walikesha ile mpaka asubuhi, wanamkia kwenye supu, mtu anagombania jezi na sasa. Naomba viongozi waondokane na zama za kutambulisha jezi usiku twende na mifumo ile ya misimu kama iliyopita. Ukitambulisha jezi usiku manake utawafanya wana Simba wako wasilale, wakachelewa kazini, watu siku ile ya kwenda kazini. Sawa? Wamekata mishahara huko kwa sababu ya kupotea kwenda kazini siku moja. Watu wamekata mishahara kwenye kampuni zao walizokuwa wanafanya kazi. Sasa tuondokane na zama za kwenda kwa fanya wafanyakazi wao Simba Sports wakaanza kupata shida kwenye majukumu yao huko kwa sababu ya jezi. Watoe jezi mapema, watu wagombanie mapema ikiwezekana watu hata saa 2 asubuhi. Mpaka saa 12 jioni tunagombania jezi. Ikiwezekana hata saa 2 usiku bado inaruhusu kugombania jezi kuliko kuitoa jezi saa 4 usiku, utafanya watu wakeshe, sababu jezi yenyewe ni mtoko. Mtu anawai, nisichelewe, niwe wa kwanza kupata mtoko wa Simba Sports. Kwa hiyo naamini watoe jezi mapema, ili watu tugombanie mapema mapema, kabisa mapema sana, tuigombanie jezi ya Simba. Eh, umeshaandaa pesa ya mtoko kimataifa? Mimi jezi hela, hela ya kuandaa kwa ajili ya jezi bado sijaandaa mimi. Hela muda wote naingia kwa ajili ya jezi, yani siandai muda wote kisha kuwa tayari. Mimi naenda kujipatia kiwalo changu, kwa hiyo nasubiria siku kwamba itangaa siku na muda na masaa. Kisha tangazwa tu bwana eh, siku fulani muda fulani, me tayari najiandaa kwenda kukimbilia mazingira husika, naenda kuchukua mtoko wangu. Na siwezi kufanya kipindi kama sijapata mtoko mpi. Hiyo ndio mifumo yangu, yani kufanya kipindi na mtoko wa zamani, ah, haiwezekani pamoja msimuuni nao mtoko mpya wa NBC Premier League na tulitumia kwenye mechi zetu za awali za Champions League. Lakini sasa kuitumia, wakati nafanya mahojiano, tupo kwa tayari kwenye klabu bingwa. Mpaka hapa tunazungumza tupo klabu bingwa. Sababu ukishazungumzia makundi kuna watu sasa hivi washatoka wanalima nyanya, washasahau kama walikuwepo kimataifa. Sasa hivi sasa ndo klabu bingwa imeanza na shirikisho imeanza. Kwa hiyo sasa hivi nikivaa jezi sasa ndo nazungumza kibingwa zaidi. Yaani ndo muda wa kuzungumza kibingwa, sasa utazungumziaje na jezi ambayo sio ya klabu bingwa? Yaani kama nikija wakati tunazungumzia michoano ya kimataifa lazima huo umevaa uzi. Hey, hey, natakuwa niwe na uzi wa ligi ya mabingwa. Na sasa nazungumziaje ligi ya mabingwa huku nimevaa uzi wa NBC Premier League? Nitakuwa naikosea ligi ya mabingwa. Lazima niendane kibingwa kwao, nivae uzi wa mabingwa, nizungumze kibingwa kwao. Naamini wakati unakuja tena kuzungumza na mimi wakati tayari na uzi wa mabingwa. Hey, eh, na nitazungumza kibingwa. Eh kuhusiana na hiki ambacho tunachokisubiri eh, jezi za michuano ya kimataifa kikubwa ni waambie tu Wanasimba, najua ni wakati mgumu sana wa kiuchumi, tupambane. Jezi ni gari sana zinauma, kwa sisi uchumi wetu ni mdogo, lakini tupambane kuweka kidogo kidogo na hakikisha mpaka zikitambulishwa. Nadhani pengine ndani ya wiki moja hii inaweza isiishi, jezi zikatambulishwa hapa hapa katikati, kwa sababu tayari wale wabea jumla washatangaziwa huku, wapeleke saa hizi oda zao. Mimi nataka pisi mia moja, nataka pisi elfu kumi, elfu hamsini, wa wapeleke oda zao mapema ili wapate mzigo wao mapema. Lakini na sisi sasa, ambaye tunanunua kwa bei ya reja reja. basi tujiandae mapema, zikishatambulishwa. Usipate shida sasa, siku wa mangi, mara fanya hivi. maana niende kwenye miamala inasumbua, weka pesa yako nyumbani. Hata mtandaoni isiwepo, maana usipate shida Sipo kwenye akaunti yako kani, ipo kwenye akaunti yake, ipo kwenye akaunti yako ili akupe ya ya, ya na na kwa, kwa, ya mzigo wako mapema. Unajua kabisa andaa kwanza elfu hamsini kwa bei ya jumla hiyo, andaa elfu hamsini yako kwanza pembeni. Ibane ba ikiwa ile ile elfu hamsini na tano fitano yako takuwa nauli kwenda kuchukulia jezi yako. Ikiwa manake elfu hamsini, andana andaa na nauli ya kwenda kuchukulia jezi yako kwa elfu hamsini sisi hata kitangaza laki tunanunua.